Baada ya kujazwa sana kichwa, baada ya kupokea komenti nyingi sana kwamba kwa nini usitengeneze movie, kwa nini usitengeneze movie kwa kutumia AI, nikaona kwa nini nisijaribu. Kitu cha kwanza ikabidi niwe na story. Story kutunga ni simple, nikatunga story. Kitu cha pili ni kufikiria visual ya hiyo story, na nilichokuwa nataka ni karakta wa wawili ambao wanafanana, kwa sababu inabidi ni analyze madhaifu na ubora wa AI, na AI yenyewe ni Veo 3. Sasa nika analyze madhaifu ya Veo 3. Nika analyze na ubora wake. Kama unavyojua, udhaifu wake ni kwamba inatoa clip ya sekunde nane na pia ubora wake ni kwamba inatoa clip ya watu wanaongea, ila pia udhaifu wake ni ule ule tena, ambapo inatoa clip ya watu wasiofanana na sometimes inatoa clip wa ambapo maongezi, kama kuna watu watatu kwenye scene, ukitaka ongee mtu fulani inaweza kaishia kufanya watu wote waongee neno, au mtu ambaye hukutaka ongee ndo anayeongea afu mwingine anasikiliza. Najua umeona clip kama hizo TikTok, ambapo mtu ambaye anatakiwa asemwe ndo anayesema au mtu ambaye anatakiwa aseme ndo anayesemwa, au wanasema wote kwa pamoja. Inatokea na huwa hivyo. Sasa nikaona nitaweza ku, inabidi nitengeneze story ambayo ina mechi madhaifu na ubora wa Veo 3. Ishu ni kwamba inabidi nipate characters wanaofanana. Kupata characters wanaofanana ni ngumu, ila inawezekana kwa kufanya mbinu hii. Nilichokifanya nika, kwa sababu nahitaji characters wawili ambao ndo main characters wa kike na wa kiume Nilichokifanya ni kutengeneza karakta kwanza wa kiume ambaye sifa zake naziona kichwani mwangu, na itabidi nizieleze sifa zote za huyu karakta ili AI itoe karakta yule yule. Kwa hiyo nikaanza kumwelezea karakta wangu kwamba ana nywele fulani, ana pua fulani, ana macho fulani, masikio yake yako vipi, ana vindevu fulani hivi vya kuzuga, kichwa chake sio kipana sana naelezea sifa za mtu, yani sifa ambazo mtu akiona picha, mtu akiona sura japo AI itatoa sura tofauti, lakini mtu akiangalia haraka haraka, kwa sababu mtu ana sifa za kufanana; mtu ambaye hajapei sana attention ataona kama ni mtu mmoja japo ni watu tofauti. So nikaelezea sana, na pia nikafanya, kwa nini asiwe anavaa nguo aina moja, ili iwe rahisi. Nikaona awe anavaa nguo shati ya njano au hudi ya njano na suruali nyeusi, na vitu kama hivyo, vitu rahisi sana kufanya, kulingana na udhaifu wa Veo 3 nikafanikiwa. Nikaanza karakta wa kike. Karakta wa kike ilikuwa ni ngumu, kwa sababu vitu vingi nilikuwa sivifahamu kuhusu kuhusu girls. Sasa nilichokifanya, kaandika awe na ngozi ya rangi ya melanin, awe na awe na, yani ni black skin lakini ni melanin, awe pia na pua fulani nyembamba, awe na na nyusi kope ny, kubwa zilizojazwa, nyusi zilizojazwa, awe na kidevu fulani chembamba, mdomo wa chini ni mkubwa kidogo, shingo yake na mistari, ana kipini kwenye upande wa kushoto wa pua yake, macho yake ni makubwa kidogo, ana nywele. Sasa kwenye nywele pia ilinisumbua kwa sababu sifahamu mitindo ya nywele ni majina yake, inabidi niandike jina la mtindo wa nywele ili AI ielewe naongelea kitu gani. Nika search mitindo ya nywele ya wanawake weusi, ikaleta mitindo hiyo, nikaona kuna mtindo mmoja huo, nikacheki nika, chike, nika cheki jina lake Nikaandika awe na mtindo fulani wa nywele ila nywele zake ziwe na rangi fulani, badala ya kulani kwenye Veo 3, kwa sababu Veo 3 tunajua ni gharama, ukitumia ukigenerate na unakata credit pale. Nikaenda kujenerate kwanza picha ili niona, je picha itayotoka inafanania na maelezo yangu. Nikapata picha ya mdada huyo ambaye anaendana na mtu ambaye nilikuwa namfikiria kichwani, nikaona okay. Kwa hiyo nikigenerate video hata kama hatakuwa kama huyu, ila atakuwa na sifa kama za huyu mdada. Nikajenerate okay. Kitu kikaenda fresh. Kwa hiyo kila prompt ninapo generate ambapo kutakuwa na karakta wa kiume, nita paste maelezo ya karakta wa kiume niliyemfikiria. Haya maelezo nika ya save same. Wakiwa wote, nita paste maelezo yote ya hawa karakta wawili. Kama kuna karakta mwingine anaongezeka, nitaandika pia maelezo yake. Kama ni random karakta, nitaandika pia maelezo yake, awe vipi, amevalia nguo gani. Hiyo ikawa hivyo, na kama wewe unataka utengeneze karakta ambaye anafanania unaweza ukafanya hivyo. Kilichofuata ni mazingira. Nikabidi ikabidi nitengeneze mazingira mazingira fulani nika kwa msaada wa AI kama cha GPT, nika save prompt ya mazingira. Kwa hiyo nikitaka generate kitu, naandika kisha na paste vile vitu ambavyo nimeshaviandaa. Kwa mfano, nikisema mtu awe anatembea. Alafu nikachukua yale maelezo kuhusu yule jamaa ambaye nimesha generate maelezo yake iko vipi? Nikapaste. Atakuja mtu ambaye anafanania na yule ambaye mimi namfikiria. Hicho ndio kitu ambacho nilifanya na nikapata kitu kama hii ni filamu fupi ambayo nitaka nitengeneze ila sijamaliza, na hata jafika hata robo, kwa sababu hapa ni mwanzoni, sekunde za mwanzo. Sasa idea ilikuwa ni kama kuwa kuna gorila wa maajabu na binti aliota na vitu kama hivyo. Sitaki ku spoil story nzima, ila nishaiandadi mwisho. Sasa issue iliyotokea ni hii, na lengo la hii video ni kuelezea hili swala. Ukitaka utengeneze movie kwa kutumia AI, changamoto ndogondogo ndogo kama hizo utakuwa unapata clip ya sekunde nane kila time. Inabidi clip hizo uziunge mpaka zifike ukubwa wa movie. Na sio kila prompt utakayoirani itatoka perfect. Kuna prompt za lani itazingua; utarani upya, utarani upya, hivyo. Issue inakuja ni kwamba utatakiwa uwe na credit kredi nyingi sana za kwenye Google Veo 3. Google Veo 3, ambayo ni hamsini kwa mwezi unapata credit 1000. Credit 1000 kwa namna ninavyo generate hizi video sekundi nane mpaka zitoshe iwe movie, credit elfu moja ni chache sana, kwa sababu hata tiktok clip ya dakika mbili natumia credit zote elfu moja kutengeneza clip ya dakika mbili ambayo nimeipenda, yani na, ume, imenyoka clip ya dakika mbili. Natumia credit elfu moja ambayo ni elfu hamsini kwa hiyo elfu hamsini ya kitanzania nipate clip ya dakika mbili. Sasa fikiria nipate movie. Changamoto kubwa ndio ndio hiyo kwa sababu idea ya, ku, ya kumatch na hii wazo na hii Veo 3, udhaifu wake ninaweza nikapata ishu ni gharama ni kubwa. Kwa hiyo na, na pia kama wewe ni mtu ambaye unataka utengeneze movie kupitia Google Veo 3, tambua kuwa gharama ni kubwa, utatengeneza sana akaunti mpya utapata free trial, kuna time utafika kikomo, Google atakushtukia, watakuzuia kutengeneza hizo, itabidi ulipie na hata ukilipia haitatosha, kwa sababu unapata sekunde nane kila clip, coin zitaisha, tabidi ulipie tena, tabidi ulipie tena, tabidi ulipie tena, utakuta unatumia pesa nyingi kutengeneza clip fupi. So kwa wale ambao wanasema tutengeneze movie kupitia Veo 3, changamoto ndio hiyo. Pia nikajaribu kusema okay, kama Google Veo 3 imeshindikana, kwa nini situmia AI zingine kama Hailuo na Kling? Issue inakuja kwamba Kling ni AI kali sana, Hailuo pia ni AI kali sana. Issue ni kwamba time ya kusubiria hizo clip ni ndefu sana. Unasubiria clip moja kwa muda mrefu, kwenye Hailuo unasubiria clip ya sekunde sita kwa muda mrefu sana. Unatumia muda gani kutengeneza hiyo movie? I don't know, unaweza ukasubiri muda mrefu alafu ikatoka clip ambayo hujaipenda. So kutengeneza movie kupitia AI bado hatujafika kutengeneza kweli movie nzuri ambayo mtu anaweza kaitazama kupitia AI bado hatujafika hiyo level, na nilitaka nishare tu changamoto nilizokutana nazo. Thanks. mimi naitwa Vinai na, na hii naitwa Vinai TV. Subscribe kujifunza masuala mengi kuhusiana na mitandao, teknolojia, simu za mkononi na mambo ya AI na biashara za mitandaoni hivyo. Bye.